Tu okay. Anauliza ulizo lake, hebu tumsikilize tusikie anasemaje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi shehe, kuna ndoto ilinikujilia hizi siku za nyuma nilimota mare baka nipatia ka kitu fulani hivi, kama vile kakioo, ndo eti niangalie kama mwezi unaonekana wengine walikuwa wakiangalia, wanaona mwezi hauonekani, wakiangalia mwezi hauonekani. Mimi ndo niliangalia na jicho ni moja nikaona mwezi na na, na, na nyota nikaviona pote vyote pamoja, kisha nikawaambia mi mbona nimeona mwezi na nyota yuko pamoja ndoo nikapta naamka. Sasa toka hiyo usiku mpaka hivi siyajua, inatafsiria nini kuona mdoto mwezi na na nyota? Nilikuwa naomba kama unitafsirie juu, sio mara ya kwanza inakuja hiyo ndoto. Anasema kwamba alilala anaota anaona mwezi na nyota. Sheikh nisaidie tafsiri yake. Lakini tumkumbushe kwanza dada yetu na watazamaji wote ambao wanatutazama kwamba sisi kwanza, sisi sio wafasiri wa, wa ndoto, isipokuwa tunapita pale wanazuoni wa ndoto walipopita. Tunafasiri kile ambacho kimeshatafsiriwa na, na wanawazuoni katika vitabu, ndio tunakirejelea sisi. Si kwamba tunatoa kichwani mwetu, sisi sio wanazuoni wa elimu wa ya ndoto, bali tunafasiri kile ambacho wanachooni wametafsiri katika vitabu ikiwa ndoto yako utauliza inaambatana na kile ambacho kilichotafsiriwa na wanazuoni, tutakujibuni insha Allah na tutakuelezeni namna gani wanazuoni walipita katika mipito yao inayowesekana na ndoto hiyo. Sasa, ni ipi tafsiri ya kuona mwezi au nyota, ru'yatul hilal au ru'yatul qamar wan nujum fil manami? Kuona mwezi na nyota katika usingizi au katika ndoto, tafsiri yake ni hii. Inasema kwamba ina tafsiri nyingi tofauti, hasab halati rai, kutokana inaambatana na hali ya muotaji. Tafsiri ya kuona mwezi katika usingizi inatokana na hali ya muotaji katika ndoto, mukhtalafatun wa qad tadullu ala alkhairi wal baraka, kuna mwezi katika usingizi inashiria kuwa mtu huyo atakutana na kheri na baraka nyingi sana au ala tahqiqi ahdafi wan najat, au uwezekano mkubwa sana ule ambaye aliyoota, kuna uwezekano kwamba huyo mtu atafikia ala tahqiqi ahdafi, atafikia katika malengo, katika malengo yake na atapata mafanikio katika yale ambayo anayatamani. yarumuzu lqamaru fi lmanami ila limami au lhakam au lqaid na ndoto, kuona mwezi, mwezi katika usingizi ni kiashirio cha kwamba kupata uongozi. Waqad yashiru ila zawji salih au lwaladu lbar, mtu anapofikia kuona mwezi katika usingizini mwake na mwezi ambao tunaozungumzia hapa hivi ni mwezi ambao sio ule mwezi ambao ni wa mwanzo. Tutakuja kuona tafsiri yake ni ya ni ipi. Kuona alhilal, alhilal n alqamar na albadru al alhilal ni ule mwezi ambao ndongaliki unaanza kutoka ule wa tariki moja ule, na qamar ni mwezi ambao tayari umeshatoka, lakini ni kipande, inaweza kuwa kipande cha katikati na albadru ni mwezi mzima. Naam, inaweza kuwa ni bishara kwa mtu ambaye aliyeota au kad yashiru ila zauji salih. Mtu akiona mwezi katika usingizini wake, inaashiria kwamba mtu huyo atapata mume mwema, au lwaladu lbar, au atapata mtoto mchamungu. na mwezi tafsiri yake nyingine inaashiria kwamba ila lilmi walhuda, atapata uongofu mtu huyo aliyeota, lianahu yahdi fi, fi, fi, fi, fi dhalami, kwa sababu mwezi, asili ya mwezi ni kuongoza. Jiza linapokuwa likali, mwezi unapochomoza, manake mtu anapata njia kutokana na nini na ule mwezi, ndio akafasiri kwamba mtu anapolala na muota mwezi Inawezekano mkubwa kwamba mtu huyo atapata uongofu, atapata uongofu kutokana na kutoka katika jiza. Yara Limamu bni sirini ye Imamu Ibn Sirini ye anaona kwake yeye ana ktimal al-Qamar fi al-manami, kwamba kukamilika kwa mwezi katika usingizini wake, mtu ameona mwezi katika usingizi. Huyu Imamu Ibni Sirini tukumbuke kwamba ni mwanachuoni mwana mkubwa wa kutafsiri ndoto na huyu ni katika matabiini, na huyu aliishi na masahaba. Huyu ndiye yule ambaye alifasiri ndoto ya Imamu Malik ibn Anas alipolala naota, amemuona amemwona malakul maut akamuuliza, kam baqiya min umri, na bakiza miaka mingapi katika umri ili niondoke duniani. Imamu e, malakul maut ye akawamwashiria Tano, au umemwashiria vidole vitano lakini imamu akuelewa, nini maana ya tano? Kwa hivyo akawa ameelekea kwa imamu Ibni Sirin amfasirie imamu. Ibni Sirin akamfasiria kwamba umemuuliza umemuuliza katika mambo matano la yalamuhuna illa Allahu, hakuna anayelijua hakuna. Ile ulizo ambao umeniuliza mimi, hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Naam, ni kweli. Mwenyezi Mungu pekee ndio anajua mtu siku yake ya kuondoka duniani ni siku gani. Hakuna mtu anayejua siku ya kufa isipokuwa Allah peke yake, wala malaika wafahamu. Ndio akaamuuliza Malakulmauti, Malakulmauti akawamwashiria. Umemuuliza katika mambo matano ambayo yeye hajui isipokuwa Allah subhanahu wataala, na hayo mambo matano ametajwa katika suratu Al-Luqman katika aya ya mwisho mwisho kule na huyu Imamu Ibni Sirin ndio mwanachuoni ambaye Ibni Mas'udi, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, alihusia kwamba mimi nitapoondoka, nitapokufa, basi anioshe Ibni Sirin, ndio auoshe mwili wangu. Ibni Sirin ndio aliosha mwili wa Ibni Mas'udi na Ibni Mas'udi ilipofika wakati wa kufa kwake, alifariki, Imamu Ibni Sirin iko gerezani, amefungwa Ikabidi watekeleze usia wa nani? Wa imamu, nani wa wa nani ibni Masudi. Akatolewa gerezani akaenda kuosha mwili wa ibni Masudi. Sasa huyu ibni Ibn, Ibn Sirin anatafsiri kwamba kuona mwezi katika usengezini mwako au katika ndoto yako yashiru ila tahqiqi amniyati kabira, inaashiria kwamba mtu huyo atafikia malengo yake makubwa au matarajio yake, atafikia na atapitiliza. itwali masai ilaha arai, kutokana na na bidii ya mtu aliyeyota katika usingizi ya, bidii ya mtu ambaye anayefanya au bidii yake katika maisha yake anayoyafanya katika hicho kitu chake ambacho acho kitamani. Sawa, mtu anapokuwa na bidii katika jambo lake kisha usingizini mwake akalala, akaota ameona mwezi, basi ile ni bishara kwamba lile lengo ambalo iko nalitafuta katika, katika jambo lake, basi atalifikia, na inafikia kwamba atafikia katika kufikia daraja kubwa sana na mafanikio kama yufasiru dhuhuri alqamar fi alhilmi bi annahu alama bi annahu alama ala liqai shakhsin aziza, na imefasiriwa kwamba mtu kuona mwezi katika usingizini mwake, anasema kwamba hii ni tafsiri wanazuoni wengine, anasema kwamba ala liqai shakhsin azizatun, atakutana na mtu ambaye ni mtukufu, atakutana mtu ambaye ni anampenda mtu wa muhimu sana katika maisha yake, huyo mtu atakutana naye katika maisha yake. Kana ghaiban, mtu huyo alikuwa hayupo miaka mingi sana, awaonani. Sasa utapokuwa na mtu wako ambaye muonani miaka mingi sana, mtu ambaye huyo ni mtu wa muhimu katika maisha yako, mwezi ukalala naota mwezi bimana, nikiashirie kwamba mtu huyo mtakutana naye ni mtu ambaye mlikuwa mmeachanaga miaka mingi, kisha ukawa hamuonani ukaota mwezi bi maana, mtu huyo atakuja na mtaonana naye. Mima yaidu e, asaada walbahja, mtu huyo ndio atakuwa ni sababu ya yeye kupata furaha sawa na bashasha katika maisha yake, ila qalbihi itakuwa ni sababu ya yeye kurejesha furaha yake katika moyo wake. Ukilala na uta mwezi, bimaana utakutana na mtu katika maisha yako ni wa muhimu, ambaye itakuwa ni sababu ya yeye kurejesha furaha katika moyo wako. Ama idha shahada uh, idha shahada rajulul azib alqamar. Ama silibater, silibater, yeye silibater, tunaelewa maanake Bachelor, au single akilala naota mwezi katika usingizini mwake, fadhalika yahmilu lahu risalatan jamilatan basi hiyo ni ujumbe mzuri sana kwake. Single au bachelor akilala naota muna mwezi katika usingizini mwake, huyu ni ujumbe wa muhimu sana kwake, inaashiria kwamba karibu sayatazawaj karib, karibu tu atafika anaoa, ana, bimana atapata mke. Akilanaota singo, bimana mtu huyo atapata mke. Min fatatin tahmilu sifati ljamila au sifati ljamali, mwana atapata mke ambaye anasifa, atapata mtoto ambaye ana sifa nzuri alkhalqi walhuluqi, atapata mtoto au atapata mke mzuri sana, ambaye mwanamke huyu atakawa amebeba sifa za uzuri wa mwezi. Kama jinsi tunavyojua hata awatunga wa, wa, mashairi wakitaka waki, waki, waki kumsifu mwanamke au kitu kizuri wanamfananisha na mwezi. Bimaana yeye huyu mwanamke ambaye atakayepata atakuwa mzuri kama vile mwezi, tena uzuri wake utakuwa na uzuri wa maumbile Eh, walkhalqi alkhulqi walkhalqi, uzuri wa kitabia na uzuri wa maumbili, atakuwa na tabia nzuri na atakuwa ni mzuri kweli kweli, ukimwangalia tasuru nadhirin, anafurahisha katika kumtazama. Fatakunu neema zawja, basi atakuwa ni mwe, ni mke mwema kwake, allati tamlau hayatahu bilistiqrari Walmawada, ambaye huyo mwanamke kwake huyo mke kwake atakuwa amebeba utulivu na mapenzi makubwa sana huyo mwanamke. Ama ruyatu hilali fi manami, ama mtu ameona alhilali. Hilali ni mwezi ule kama mwezi wa Ramadani ungaliko unaanza kuchomoza ule mwezi wa Ramadani ungaliko unaanza kuchomoza wa tarehe moja ule ameona katika usingizi mwake tahmilu iddatu addalalati inapeleka au inaleta ina maana tofauti, minha bidayatun jadidatun, miongoni mwa maana za kuona mwezi ule wa tarehe moja, alhilali kali kama mwezi kanakuwa kama mstari hivi, ukilala nawata usingizini mwakumwona ule mwezi ule wa mwanzo ule, bi maana bidayatun jadidan, utaanza mwanzo upya make utaanza upya katika, katika vitu vyako utapata upya utaanza mwanzo au fursatun au utapata fursa mpya nzuri au tajdidan au kuanza mwanzo upya au hata audatu ila, ila dini au inawezekana mtu huyo ambaye aliota akawa ameanza upya katika dini yake ima alikuwa mtu mwovu kisha akawa ameota mwezi katika usingizi wake ule, hilali ule mwezi wa tarehe moja, akawa ameuona katika usingizi wake. Bi maana mtu huyo atarudi katika dini yake, atatoka katika uovu, atarudi katika nini? Katika dini yake. Au shifa min maradhin, au itakuwa ina maana kwamba mtu huyo atapata atapata shifa katika maradhi, kama alikuwa ni mgonjwa. Bi maana ni bishara njema kwake kwamba mtu huyo atapona maradhi yake ambayo yanamsumbua miaka mingi haponi, bi maana mtu huyu atapona maradhi yake. wakad tashiru aidan ila kudumi wal waladu dhakar lilhamil, au itaashiria kwamba kuja kupata mtoto wa kiume, ikiwa kama aliyoota ana mimba. Ikiwa mwanamke ameota mwenye mimba akaona hilali Bimana ni ishara kwamba atapata mtoto wa kiume wakad yashiru ila tariqi tariqi ila sahihi bimana, na inaashiria kwamba mtu huyo atapita katika njia iliyokuwa sahihi kwake, hasa kama mtu huyo alikuwa ni muovu. Mtu huyo kama alikuwa ni muovu kisha kaota mwezi, bimaana mtu huyo ni kwamba atarudi katika njia sahihi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na hii ndio tafsiri za wana wazuoni waliofasiri kutokana na mwezi, ziko nyingi sana, lakini hizi ndio tulizojaliwa kuziona na kuzitaja mbele yako. Ikiwa insha Allah tutapata fursa, tutaendelea na tafsiri ya ndoto. Hii ilikuwa ni ulizo la dada yetu ambaye alikuwa akiuliza. Tukumbuke kuwa ndoto ni katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake lakini sio kila ndoto ambayo utakayoota kwamba inakuwa iko na tafsiri au ina maana. Kuna zile adghath ahlami ambazo hazina tafsiri. Hizo ndoto zinakuwa zile adghath ahlami. Mtu anaona watu wanakimbia, anaota anakimbizwa iko baharini, e, lakini kuna tafsiri za hivyo za bahari, kadha wa kadha, inaweza kuwa na maana ambazo zimetafsiriwa na wanazuoni, lakini zile, pana zile ndoto za mparanganyiko ambazo hazina maana, zile, zile sisi hatu hatutazikuwa tunazi, tunazifasiri kwa sababu gani? Hazikufasiriwa na wana wa elimu. Insha allah, sisi ni wanadamu, pale ambapo tumepatia basi ni tawafiki kutokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kama tutakuwa tumekosea basi ni katika mapungufu yetu sisi wana wanadamu na uchache wa elimu yetu. Jazakumullahu haira shukran, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Okassalamu alaikum warahmatullah wabarakatu. Mimisheye kuna ndoto linikujilia hizi siku za nyuma, nilimota mare. Alafu bakaanipatia ka kitu fulani hivi kama vile kakioo ndo eti niangalie kama mwezi unaonekana wengine walikuwa wakiangalia, wanaona mwezi hauonekani, wakiangalia mwezi haonekani. Mimi ndo niliangalia na jicho limoja, ni nikaona mwezi na na, na na nyota nikaviona pote vyote pamoja, kisha nikawambia, mi mbona ni nimeona mwezi na nyota yuko pamoja.